Katika kuendeleza jitihada za kuimarisha viwango vya ubora katika kazi za ukaguzi nchini, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CPA Advocate Charles Kichere leo amekabidhi tuzo za umahiri kwa timu bora za ukaguzi zilizofanya vizuri zaidi katika mwaka wa fedha 2023/2024. Hafla hiyo ya kihistoria katika kumbukumbu -kumbu ya taasisi imefanyika makao makuu ya ofisi ya taifa ya ukaguzi jijini Dodoma na kuandaliwa na kitengo cha huduma za uhakiki wa ripoti za ukaguzi kupitia tuzo hizo za CAG's Best Performed Audit Engagement Team awards, timu team mbalimbali za ukaguzi zinapata fursa ya kutambuliwa na kutambua mchango wa timu hizo katika kuhakikisha ripoti za ukaguzi wa CAG zinazingatia viwango vya juu vya ubora kitaalamu, uadilifu na weledi. Akizungumza wakati wa kukabidhi tuzo hizo, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali alitoa pongezi kwa timu zote zilizoshiriki kwenye ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023-2024 huku akisisitiza umuhimu wa ukaguzi kuzingatia miongozo ya kitaalamu, maadili ya kazi, uwajibikaji katika kazi za ukaguzi. Akizungumza kabla ya kumkaribisha CAG, msaidizi wa mkaguzi mkuu bwana Deo Kirama amebainisha kuwa tuzo hizi ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha utendaji kazi kwa njia ya kutambua mafanikio, kuhamasisha ushindani chanya na kuinua viwango vya ubora katika kazi za ukaguzi. Ametoa rai kwa wakaguzi wote kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi, ubunifu na kwa kuzingatia maslahi mapana ya umma. Katika tuzo hizo, washindi walitangazwa katika makundi mawili ambayo ni pamoja na ukaguzi wa hesabu za fedha pamoja na ukaguzi wa ufanisi. Washindi wa ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023/2024 wamepatikana katika kategori mbili kuu za ukaguzi ambazo ni ukaguzi wa hesabu za fedha na ukaguzi wa ufanisi. Wakaguzi wa timu ya ukaguzi wa hesabu za fedha walioshinda ni pamoja na Johannes Kisiri, Maritina Hatibu, Diwan Stephen Shio, Damian Tuai, George Kibe, Jacobo Tungaraza na Menyi Shose, Kalalu Teresia, Mwandolela Jasinta Katoke. Kwa upande wa ukaguzi wa timu ya ukaguzi wa ufanisi walioshinda ni pamoja na Esnati eh, Nikodemu, Maiko Malabeja, Pendaeli Ulanga, Evodia Mwaijande, Gideoni Mwambole, Gisbert Mroso kupitia hafla hii mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG amesisitiza dhamira ya ofisi yake ya kuhakikisha kaguzi zinafanyika kwa kuzingatia ubora na kwa weledi wa hali ya juu. Tupate taarifa zaidi kuhusiana na hafla hiyo iliyofanyika Alhamisi ya Oktoba 2 jijini Dodoma. Today

We cannot run away from our documentation tools that team it and an tit we either embrace them and engage them or we perish. Ni kwa nini emphasis ipo kwenye documentation? Kwa sababu hawa walioshinda wameshinda makisizao wa kisiko kwenye maeneo, namna walivyodokumenti kazi yao. Kwa nini ni muhimu sana kudokumenti? Nyinyi wote mnafahamu katika, katika audit context? This uh, phrase ni very famous. Eh? What is not documented is is not not documented done. Kwa kumbe kama tusipo dokumenti kazi zetu sawa sawa, maana yake hatujafanya. Kwa hiyo maana yake kumbe kila eneo utakalopita kama mkaguzi lazima kudokumenti, yani haina choice, haina option. Tunafurahi sana ku, kuweza kufika hapa, mimi pamoja na uongozi wangu na wenzangu ambao tumefanya hii kazi kwa pamoja na tunashukuru kwa kututambua kwamba tunaweza tukafanya kazi kwa kiwango fulani, kwa kuwakilisha kitengo na wenzetu wote kama mfano, na sisi tunajifunza na wenzetu watajifunza kutoka kwetu. Kuna mambo mengi ya kuweza kufanikiwa katika documentation. Moja ni ushirikiano wa timu, kuna kuwepo na flexibility ya review ya hapa na pale na kuweza kufikia viwango vinavyotakiwa, lakini pili ni kufata miongozo iliyopo kwa sababu kuna miongozo inayotolewa na, na sisi tunatumia mfumo unaoitwa TCT. Ule una room kubwa sana ya kuweza kuangalia working papers zilizopo kama ulichokifanya ni sahihi na unachokiweka ni sahihi. Tuna furaha kubwa, kwa sababu kwanza hatukutegemea kwamba tutaibuka washindi, na imekuwa ni pamoja na kwamba mkakati wetu ulikuwa ni kujitahidi kudokumenti vizuri. Uh, kufuatisha maelekezo ambayo tunapewa uh, na yale yani, ambayo alitufanya sisi tufike hatua hii, ilikuwa kuna miongozo inayotolewa seculars, tunajitahidi kuzifuata, audit calendar, kuhakikisha kwamba kazi zetu tunazifanya ndani ya muda na kuzisubmit kwa wakati, na tukipewa coach notes, maboresho tunayatekeleza kwa wakati. Ongera kwa washindi wote na kwa kweli, ni wakati wa kuweka juhudi zaidi katika kuwahudumia wananchi kupitia taaluma ya ukaguzi yenye viwango vya ubora kitaifa na kimataifa. Naam, kwa ujumla hafla hii imebeba ujumbe mzito wa kutambua na kuenzi juhudi za wataalamu mahiri wa ukaguzi ambao, kwa namna moja au nyingine, pamoja na wakaguzi wengine, wamechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma hapa nchini. Kutoka makao makuu ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi jijini Dodoma, mji wa serikali, hii ni Ukaguzi TV. Asante kwa kutusikiliza, karibu tena. Basi uendelee kutufuatilia na kufuatilia matangazo mbalimbali kuhusiana na shughuli za Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Pia usisite kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram na Facebook, bila kusahau kufuatilia mtandao wa tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ambapo utaweza kusoma ripoti za ukaguzi wa CAG na pia utapata nafasi ya kuweza kutuma maoni mbalimbali hususani kupitia e, katika kile kipengele cha kutuma mambo mahususi yanayohusiana na kuripoti masuala ya ubadhirifu. Hadi wakati mwingine tena, nikutakie majukumu mema ya ujenzi wa taifa la Tanzania na kazi njema.